Mwaka elfu moja kenda therathini, eh? Therathini? Tisini, tisini na tatu. Mwaka elfu moja kenda tisini na tatu ilikuwa ni mara ya mwisho Simba Sports kucheza fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika ikiwa imepita miaka 32 Leo Aprili 27 mwaka 2025 Simba Sports. Ametinga hatua ya fainali kombe la shirikisho barani Afrika nipo na Dula Heavyweight TV sasa hali yako iko vipi Dula Kwema ndugu yangu, mambo anasemaje? Alhamdulillah. Uh, hongera kwa sababu ni taifa kwa hivi sasa linapokea uh, habari njema kutoka kwa Simba Sports. Na of course nashukuru mm, kwa sababu unajua wakati tunafanya interview zile za pre-match mm -hmm. nilizungumza niliwazungumzia Stellenbosch mm -hmm. sawa, nikawazungumzia ubora wao, jinsi ambavyo wamekuwa wagumu kwenye knockout stage. Umeelewa? Na hata mechi iliyopita walivyoshinda bao moja sufuri, Simba walivoshinda bao moja sufuri nikasema Simba inakuwa timu ya kwanza kuwafunga hawa jamaa, yani at least kupata bao dhidi ya hawa jamaa kwenye knockout stage. Na nikazungumza pia nikasema Stellenbosch ni timu nzuri. Simba Sports Club wataenda kukutana na upinzani, lakini Simba wataenda finali. Nafikiri nilizungumza hayo yote. Kwa hiyo, hapa kilichotokea ni kudhihirisha tu kile kitu ambacho nimezungumza, na by the way big news ni kwamba E, achili ambali Simba kuweza kuweka rekodi ya kuingia tena fainali kwa mara nyingine toka mwaka 1993 mia takriban ta miaka 32 imepita, umenielewa. Simba Sports Club ina umri wa mtu mzima, by the way inaingia kwa mara nyingine sio, hmm. Uh, lakini inaweka rekodi e, kwa sababu kumbuka iko kwenye top 4 ya vilabu bora barani Afrika no. Kitendo cha Simba kuingia kwenye fainali manake imecement ile nafasi yeah. yake ya top 4 kwa maana hiyo Simba Sports Club inaweka record nyingine ya kuwa timu ya kwanza kutoka East Africa, kutoka Tanzania pia eh, kuweza kushiriki au kuwa katika timu shiriki zitakazoshiriki michuano ya Club World Cup. Maanake eh, michuano ambayo ina ya kombe la dunia ya vilabu mm -hmm. Simba Sports Club itakuwa miongoni mwa timu ambazo zinashiriki kutoka Afrika, kutoka Tanzania, lakini yeah, eh, michuano ambayo timu za Afrika Simba Sports Club itakuwepo. Kwa hiyo ni record ambayo Simba Sports Club wameiweka kwenye kwenye historia yake nyingine, umeelewa mm, mm, kwa sababu Simba imekuwa ikiweka mm, record record kila mara, si unaelewa? Uh, na by the way nafikiri nimeprove kwamba mtu ambaye ana uwezo wa kufika robo finali ya CAF Champions League ana uwezo wa kuingia group stage ya CAF Champions League ana uwezo wa kufika finali ya michuano hii. Nilizungumza mwanzo, nafikiri watu tu walikuwa wanaona kama mimi naropoka, unaelewa, wakumbuka eh, na niliwambia nikamwambia, Simba kwenye edition hii atafika mbali kwenye michuano, nilizungumza toka akiwa akiwa, uh, anaongozwa mbili bila Almasri. Sisemi leo, watu wanaonijua watakuja wata ku, kusema hmm. Uh, yapo mengi na mengi tunarejelea katika yale ambayo umeyazungumza. Hmm. Uh, ulikubali kwenda na hii Simba uh, toka mchezo wake wa kwanza robo fainali ulipokuwa ndivyo sivyo, na ukasema Simba itafika hatua e, ya nusu fainali na bado ukiendelea kung'ang'ania kwamba wewe ni mtu wa kwanza kuzungumza uwanja wa Benjamin Mkapa Simba itacheza fainali mm. Nini ulikiona na nini uliendelea kuwa na matumaini nacho licha ya kuwa kuna ups, da, uh, ups and downs za mchezaji mmoja mmoja ndani ya kikosi cha Simba ambacho nilikiona ni ubora wa Simba Sports Club na jinsi ambavyo Simba inazungumziwa nje ya bara la Afrika, nafikiri nilizungumza. mm. Unajua, Simba ni miongoni mwa timu bora ambazo zinacheza kwenye hii michuano mm. Uwezi ukawa unaongoza kwa ku create chance nyingi. Haijalishi either unazitumia au huzitumii. Lakini indicator ya timu nzuri au timu bora ni ile ambayo ina create chance. Timu bora lazima i create chance. Lakini uwezo au quality ya mchezaji mmoja mmoja itadetermine zile chance either zinawekwa kambani au sababu watu watofautishe. Unaweza ukawa una, una timu nzuri ya mchezaji mmoja mmoja. Maana unaweza ukawa na squad ya mchezaji mmoja mmoja wazuri lakini usiwe na timu nzuri. Simba Sports Club squad yao mchezaji mmoja mmoja ni wazuri japo sio level kubwa sana, lakini ni wazuri wachezaji mmoja mmoja. By the way wanaendelea ku progress, wanaendelea kujifunza na kuchukua uh, yale mazuri na mabaya, wanaendelea kurekebisha. Lakini as a team Simba Sports Club ni miongoni mwa timu bora, yani ina, ina, eh, of course ile uh, jinsi ambavyo inakuwa structured, na nikawa nazungumza nikasema uh, Stellenbosch katika mchezo wa kwanza ulinipa picha ya jinsi ambavyo mchezo wa pili utakavyokuwa utoke ku create zero big chance kwenye mchezo wa kwanza mpaka uje kuformulate mabao mawili kuendelea, sio jambo rahisi, sio, unanielewa. Na mbinu zao, hata magoli ambao wamekuwa wakifunga nimezungumzia sana, nikasema aina ya magoli wenyewe wanakuwa nafunga, kwa mfano kama leo umeona kuna attempt nyingi sana za mipira kurushwa wamekuwa wakizifanya dhidi ya Zamalek. Zamalek waliconcede bao kwa kupitia aina hiyo, ulirushwa mpira by the way katika kufanya clearance na nini, second ball ikaweza kutumika kama rebound ya bao. Lakini hata dhidi ya Luanda so utaona kabisa kuna mpira ulirushwa na Lokoloane alafu ukawa uh tempted uh, eh, baadaye second ball ikamkuta Andre Nest de Jo aka akaweza kutumbukiza kimiani. Yaani aina ya mabao yao, unaona kabisa kuna kitu kimepungua. Lakini by the way, kuna mchezaji wao key player niliwahi kuzungumza, wamemkosa Jayden Adams, ambao amekuwa eh, ana influence kubwa kwenye attacking play ya upande wa Stellenbosch. Nikasema eh, hawa Stellenbosch wanatoa wachezaji wazuri, wanapeleka katika vilabu Eh, vikubwa, ikiwemo Mamelodi Sundowns, ikiwemo Akram Reyners ambao nafikiri yupo kwenye fainali ya CAF Champions League <coughs> lakini, by the way, watu wasichukulie poa, umenielewa, kwa sababu nafikiri wana- wanaelewa hii South Africa safari hii imetoa timu tatu kwenye knockout stage kwenye nusu fainali Manake mbili zimetolewa kwenye uh, mb, klabu kwenye kwenye bingwa barani Afrika moja, shirikisho eh, manake timu tatu kwenye knockout stage mm -hmm. Tena hatua ya pili kwa ukubwa, na bado wamesalia na, na, na, na timu moja ambayo itacheza finali na probably inaweza ikachukua. Kwa hiyo Simba wameitoa wame wame timu ambayo inatoka kwenye ligi nzuri currently ambayo ina perform vizuri, si unanielewa? mm -hmm. yeah, okay. Unaweza kuniuliza Uh, swali so langu liko hivi uh, Simba Sports alipoanza msimu sasa hivi tupo duru la pili kwenye, hmm. kwenye ligi kuu soka Tanzania bara hakuna aliyeweka aliyempa matumaini hakuna aliyeamini kikosi hakuna aliye mwalimu mwamini kwamba Simba inaweza ikafanya vizuri kwenye ligi, tunaona nafasi iliyopo ina mechi viporo na inakimbizana na bingwa mtetezi. Lakini kwa upande wa michuano hii ya shirikisho barani Afrika Simba Simba pia hakutazamiwa katika jicho hilo la tatu. Hivi sasa uh, unadhani ni nini ambacho kimeibeba Simba kufika hapa ilipofika? Of course uh, kilichoibeba Simba kufika alipofika kwanza ni maboresho. Umeelewa? Uwezi ukazungumzia kipindi ambapo Simba haiperform kikosi chake watu walikuwa wanakibeza, wanasema wachezaji ni wazee na nini, lakini by the way, Simba ikaja ikafanya maboresho, wakaleta waka introduce wachezaji wengine ambao mwanzoni, nakumbuka kila kitu, wakati mwanzo inaanza, watu walikuwa wanasema wachezaji wengi ambao wamesajiliwa na Simba profile zao ziko chini, wachezaji wengine walikuwa hakuna hata mmoja ambaye ametoa ubingwa katika timu walizotoka. Umenielewa? Akawa anatolewa mfano akina Jean Chalea huwa kutoka Stella Club, unafikiri unakumbuka una ilikuwa nafasi ya nne eh, wakina Debra Fernandez timu ilikuwa inagombania kutokuwa relegated, umenielewa. Akina Kagoma eh, eh, alitoka Asante Kotoko by the way. Asante Kotoko ilikuwa haijatoa ubingwa kwao. Watu walikuwa wanazungumza wanasema wachezaji wengi pale wa Simba sio wazuri. Sasa nafikiri huu ndo wakati mwafaka huu ndo wakati mwafaka wa kuwapa praise viongozi, kwa sababu wao ndo wameweza ku, ku, kuona kuwa na jicho la kuona quality kutoka kwenye timu ambazo hazikupewa nafasi kubwa kulingana na ukubwa wa Simba, si unanielewa? Yaani kwa Simba ilipofikia, alafu unaenda unamchukua mchezaji ambaye amecheza katika uh, timu ambayo haijafika hata kwenye top, top 3 ya, ya, ya, ya, ya timu bora au top 3 ya ya ile msimamo wa tebo ya ligi husika, alafu unachukua mchezaji katika timu hiyo unamleta kwenye timu yako, alafu anakusaidia wewe kuweza kufikia malengo ya kufika fainali ya michuano ya CAF. Eh, manake viongozi walikuwa na uthubutu na walikuwa wanajiamini na kile kitu ambacho wanakifanya. Kwa hiyo inatakiwa ipewe pongezi hata katika mchezo. Umeelewa tu. Kwa mfano, ukirudi katika mchezo wa leo mimi ni, kuna vitu vingi nilikuwa navizungumza. Eh, baada especially baada ya mechi ya kwanza jancha leo huwa kuwa kulalamikiwa. Leo unaona, completely Simba hawakucheza mpira wa kuvutia completely. Yani unaona kabisa, yani leo mpira haukuwa wa kuvutia mm. Hii ndo dalili ya kwanza ya kuonyesha Simba wamekuwa wakomavu kwenye hii michuano, na hivi ni katika hizi stage of course, hii. of course course Ukishaona, ukishaona mm, Simba inacheza michuano hii mm, kwenye knockout stage inacheza vile, hiyo ni dalili mojawapo ya kuonyesha kwamba Simba sasa wamekomaa maradufu, hawahitaji ufundi au, yaani, mm. kuna hii stage mm. Simba Sports Club ikishafika, ehe nilikuwa nazungumza nikasema barani Afrika mm. mpira mzuri sawa mm, e, unakuwa sawa, ni mzuri, unaweza ukautumia kwenye group stage kwenye kwenye mechi za point mm, lakini unapofika kwenye knockout, pale kinachohesabika zaidi ni nini? ni mbinu jinsi gani ambavyo unaweza ukakombine uka, uka ile aggregate yako na kuweza kuprogress hatua inayofuata. Mpira mzuri uje baadaye. Eh. Sasa kuna watu watasema si, eh, Simba Simba, ah, Simba yenyewe imecheza hivi, itaweza kucheza na Berikani, itaweza kufanya hivi. Ah, usichukulie hivyo kwa sababu gani? Inapokuja kwenye michuano ya knockout stage, inapofika knockout stage, mpira mzuri tena au au, au usiki hapo ni unapigwa mpira ule ili mradi ushinde uende katika hatua inayofuata. Si unaelewa, bwana Jafi sasa. Uh, Simba Sports Club hapa walivyocheza wali hivi direct inaonekana kuna ukomavu. Mwangalia Al Ahli anavyocheza. Eh, uh, mipira mirefu inatawala. Nilikuwa nazungumza mipira mirefu nyuma ya safu ya ulinzi. Nafikiri ukiachana na mechi hii ambayo tumeangalia dhidi ya uh, Stellenbosch. Kama umefuatilia nusu fainali zote mbili. Umenielewa? Uh, utagundua jinsi ambavyo ni mambo ambayo nilikuwa nazungumza kuelekea michuano ya kimataifa yanavyowaka. Sio tu Simba, mimi huwa sizungumzi Simba tu akicheza michuano hii. No. Hata hivi vilabu vingine vinakuja vina na majibu ya kile kitu tunachokizungumza. Kwa mfano, mchezo dhidi ya uh, Orlando Pirates na uh, Pyramids FC, Pyramids yakiwa nyumbani. Bao la kwanza bao linafungwa na Fiston Mayele. Mpira mrefu unatokea nyuma kutoka kwa Ahmed Sami beki wa kati wa wa, wa, wa Pyramids, unapigwa mpira mrefu nyuma ya safu ya ulinzi ya Pyramids unapokelewa na Mustafa Fati. Mustafa Fati anaupiga kwa Mayele. Mayele anatapin tapping, unaingia golini, si unanielewa? Bao la pili mpira mrefu, mpira wa indirect free kick unaitwa unapigwa na Muhammad eh, unaitwa na Muhammad Shibi eh, Muhammad Shibi anaupiga, Ramadhan Sobi anafanya attempt kwa kichwa, indirect free kick. Nikasema set piece na mipira mirefu ni kitu ambacho kinatumika sana kwenye kwenye hii michuano, mipira ya kona, sio unanielewa, attempt za mbali kama alivyofanya Nkota Muhau Nkota dhidi ya katika mchezo sababu alizalisha mabao matano. Umeelewa, angalia bao ambao walisawazisha nani, uh, Mamelodi Sundown dhidi ya Al Ahli ambao linawapeleka finali, ni direct free kick, ilipigwa ikapelekea attempt ambayo ilizalisha bao la kujifunga. Nikazungumza mambo mengi, nikasema inde hizi set piece zinachangia upatikanaji wa mabao kwenye hii michuano kwa zaidi ya asilimia 60 kwenda juu kadri ambavyo michuano inavyokwenda. Nafikiri inaonekana sio tu kwenye mechi za Simba kwenye mechi za kwao, nikasema nikizungumza unatakiwa utake note. Sawa, nimetoa tathmini ya hichi kitu ambacho nimesema. Narudi kwenye swala langu kwamba nita create kitabu ambacho kitazungumzia record zote muhimu ambazo Simba Sports Club wameziweka msimu huu, kwa sababu nikitaja records sitoweza kumaliza. Una huo mpango? Of course, nimeshazungumza naye leo, narudia nita create kitabu hmm pamoja na do documentary ambazo zitaelezea safari ya Simba Sports Club kuanzia qualification mpaka kufika fainali ya kombe la shirikisho, ikiwa ni kwa mara ya pili, sio mara ya kwanza, kwa mara ya pili toka mwaka elfu moja mia tisa tisini na tatu mm. na jinsi ambavyo watu walikuwa hawaipi nafasi Simba Sports Club kuweza kufika finali. Sawa na leo imeingia fainali na, mm. na nafikiri watu wanabidi waelewe kwamba Simba ni timu miongoni mwa timu bora barani Afrika currently tunavyozungumza, na sioni kama ina, itakuja kudrop, na iona tu itakuwa inazidi kujipambanua kujaribu kufika mbali zaidi kwayo. Kwa hiyo kwa fainali hii labda nitoe pongezi kwa management kwa viongozi wa Simba Sports Club, lakini pia nitoe uh, shukrani au nitoe pongezi kwa Ahmed Ali, msemaji wa Simba, kwa sababu yeye amekuwa mstari wa mbele kuwaaminisha watu kwamba Simba Sports Club ina uwezo wa kufika fainali na of course imefika. Hamasa ya mtaa kwa mtaa jinsi ambavyo wamekuwa kikombaini na kuwaweka karibu mashabiki wa Simba kwenye kuisupport team na vitu kama hivyo, anastahili kupewa pongezi. Umeelewa? Management ya Simba jinsi ambavyo wamekuwa waki, waki treat team. Jinsi ambavyo timu imekuwa na utulivu imepelekea Simba kuweza kufanyaje, kufika finali. Mohamed Dewji Mo, jinsi ambavyo amekuwa akikaa karibu na timu, jinsi ambavyo amekuwa akisikiliza na kutatua changamoto za timu imefanya Simba kuwa na utulivu na kufika mm, fainali, pamoja na benchi zima la ufundi, kocha Fadlu Davis. Walisema kocha hana na nakumbuka, kuna kauli moja mm, nafikiri nashukuru na Mwenyezi Mungu amenikumbusha kabla interview haijaisha, alishawahi alikamwe. Mm. Alikamwe, alikamwe, kusema huyu kocha ashawahi kushusha timu daraja Nafikiri Simba? Nafikiri anabidi aelewe kitu kimoja. Hmm. Simba Sports Club sio Maritzburg United. Ha? Of course, ipo finali. Anakuwa kocha eh, ambaye hana uzoefu alafu kafika finali. Of course, yashai kufika akiwa na Orlando Pirates mwaka 2022. Nafikiri inajulikana. Hmm. Lakini safari hii kocha mkuu. Yeye yeah, ni kocha mkuu. Kipindi kile si alikuwa Mandla Ncikazi. Hmm. Safari hii ndio kocha mkuu. Mkuu. Sasa Simba Sports. Ehe. <laughs> sasa alikamwe kwa sababu alizungumza akasema, timu imeshushwa daraja, ajiangalie. Kwa sababu hata hapo kwenye uongozi wa ligi ajiangalie, probably lolote linaweza likatokea. Muite Dula Heavyweight tu sijamaliza, yeah, uh, sijamaliza. Yeah, yeah. Lakini kuna mtu mwingine yeah. Nakumbuka alisema Simba ikifika fainali kutakuwa kuna madudu mengi ndani ya ligi. Unamkumbuka sasa Hey, nammalizia hey, tu kaka, kidogo tu utamaliza utamu ambao watu wana. Kidogo mbana, ah, kidogo hey, tu kaka hey, kesho kesho tutakuja na mengine okay. Tutazungumzia mechi hey. Nani huyu mwingine alisema, okay, Simba ikifika fainali kutatokea madudu mengi kwenye ligi, sijui itakuwa kuna, kuna makosa ya kibinadamu mwamuzi sijui kuna nini kuna. Sasa mbona hayo madu, madudu yanaonekana kwa timu zingine Of course wapo, eh nime miongoni mo, ni eh yeah, nime miongoni alisema Simba sijui ikifika fainali basi ndio itakuwa sababu kutakuwa tuna madudu mengi kwenye ligi na nini. Ukiuliza ukiuliza utasema watasema uh, kwamba Simba imefika fainali sembuse hawa. Unajua sasa Simba hata hajarudi kwenye ligi kucheza mechi zake, sasa tayari kuna madudu, kuna golikipa kasharudishwa Nigeria huko, kuna kuna mambo mengi sana yametokea hapa katikati, alafu la mwisho na. Usi, usi, usi, usipende kuacha ni, ni, ni sijamaliza, kuna yeah. La mwisho zile kelele kwamba tuna medali tuna medali yeah. Leo ndo mwisho wake. Ah, eh e, kelele za tuna medali tuna medali tuna medali tuna medali tuna, leo ndo mwisho wake. Simba Sports Club ni timu ambayo hakuna ambacho kinawezekana kwa timu zingine Tanzania Simba ishindwe, chukua hayo maneno. Yani, ukiona kimewezekana kwa timu nyingine, Simba ni swala la muda <muchu> tu atafika. yeah. of course Anaitwa Heavyweight underscore Dulla, mfuate hivyo kwenye mitandao ya kijamii. Leo ni siku ambayo wanasimba wana furaha kwelikweli, furaha fulifuli, huwezi ukaielezea, lakini sijui upande wa pili utakuwa vipi zaidi ya kupigwa na daflao wispo tv. Tutaendelea kukuletea mengi eh, mara baada ya hii 90 dakika iliyomalizikia kule Durban. Uwe na wakati mwema.